wa Mwanza tayari vijiji 544 vimefikiwa na huduma ya umeme, na tumebakiza vijiji ambavyo viko visiwani, vijiji kumi na tano. Aidha, katika vijiji hivi kumi na tano tunapeleka umeme jua katika vijiji saba, na vijiji vilivyosalia serikali iko katika mpango kuhakikisha kwa kwamba vinapata umeme. Tumepokea fedha nyingi kwa ajili ya umeme ngazi ya vitongoji ndiyo zoezi ambalo linaelekea kukamilika hivi sasa. Mwisho kabisa, tutaendelea kumuunga mkono Rais Samia katika sera ya kuimarisha michezo kwa vijana, na nikuhakikishie wana Mwanza, tutahakikisha timu yetu ya mpira ya Pamba haishuki daraja, na sisi pia tunaotokea mkoa wa Lindi, mimi natoka Lindi, tunayo pia filosofi yetu ya kuhakikisha timu yetu ya mkoa wa Lindi ya Namungo haishuki daraja. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuwa na amani kabisa, mambo ni mazuri katika sekta ya michezo, na nimewaahidi washabiki wa Simba watakaokwenda kwenye mechi ya marudio kule Dar es Salaam, kama ambavyo niliwapeleka awamu iliyopita nitawasaidia tena waende kule Dar es Salaam, uwanja wa taifa ili wakapate matokeo mazuri na kuiwakilisha taifa letu vizuri. Kwa hiyo tunawaunga mkono sana. Sisi watu wa Pamba Jiji tunawatakieni kila laheri wana Simba na tutaendelea kumuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan katika kuchagiza maendeleo ya soka nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo yangu hayo, niruhusu nimshukuru sana Waziri Ulega. Tunafahamu tulikuwa na changamoto kubwa ya magugu maji na wewe ni muasisi ambaye umetusaidia sana, na serikali kupitia wewe umetupatia fedha nyingi sana kwa ajili ya kukabiliana na magugu maji ili vivuko vyetu viweze kufanya kazi kwa ufasaha. Mheshimiwa Waziri Ulega hakulala, fanya kazi kubwa sana kuhakisha miundombinu inapitika pale Kigongo Busisi. Kwa hivyo, tunamshukuru sana, wana Mwanza, kwa kazi nzuri ambayo ameifanya katika mkoa wetu. Mheshimiwa Ulega, asante sana. Baada ya maelezo yangu hayo, nikukaribishe tena mkoani Mwanza, na wana Mwanza tuko tayari kwa ajili ya kukusikiliza.